Utashangaa, hao well no, wewe unaowaita wazuri, mbona wengi hawajaolewa? Yeah. Wameguswa sana, tena wanaguswa kweli kweli. Yaani ni kama vile sijui seme kitu gani, wanaguswa, wanaguswaguswa sana kwa sababu si wanavutia mtu, mm, so, anaenda see. Anagusa, anaondoka. Mm. Anaenda, anagusa, mm. Anaondoka, mm. Anaenda, mm. Nagusa, anaondoka. Mm. Kwa nini walipata bahati ya kuwa na kivutio cha kumvuta mtu, mm. Lakini wamekosa hekima ya kumshika mtu. Kitulizo hawana. Wale wajinga wale ambao nyinyi mnawasemeti hawa ni wabaya wana sura sijui imekaeje kaeje, kaeje? Hmm. Kuna vitu viwili hamvijui. Cha kwanza kwa sababu wanajijua hawavutii kivile, wanafanya jitihada za ziada za kufanya matendo mazuri, kuna na yale ndio anamshika mwanamume. Kuna mtu ashaniambia hiyo kauli, kwa sababu anajijua yeye sura hana ile ya kuvutia sana. Ndiyo, shepu sio nzuri sana, kwa anatafuta cha ziada. Mm, ndio pale matendo yanakuwa mema, wema unaongezeka, utii unaongezeka, mwanamume anakamatwa. Halafu hivi mwanamume alipe na nini pale gani? Wewe alichokipenda ndio hayo matendo mazuri ya kila siku. Wanawake huwa wanakuwa na jeuri kwa sababu ya maumbile yao, sura, shepu, kwa sababu tu hawajui vile vina maana gani, mm. na vina thamani gani na kwa muda gani. Hapa nawambia tena kwa mara nyingine, sura ulionayo iwe vyovyote vile ilivyo shepu ulionayo vyovyote vile ilivyo, kwa mwanamume huwa ina thamani kwa siku chache sana, huwa ni kama kivutio tu. Akishakuwa na wewe, huwa vile thamani yake inakuwa ya kawaida, anabaki anaviona vya thamani mwingine ambaye hajakugusa bado. Lakini kingine ambacho nyinyi hamkijui ni kwamba kwa bahati mbaya sana, na nafikiri Mwenyezi Mungu alikuwa na makusudi yake hmm, aliwaficha wanawake wao wakoje, katika maumbile yao. Hakuna mwanamke anayejijua. Unaujua tu uzuri wa sura yako kwa sababu unauona kwenye kioo, mm -hmm. Lakini uzuri wa maumbile yako huujui kwa sababu huwezi kuonja anayeweza kuonja ni mwanamume, na bahati mbaya sana wanamume hatuambiagi nyie ukweli. Sintaringa, sio mm, sio utaringa tu mm, utajisikia vibaya. Inabidi tu pale, baby you are so sweet, yuko uko vizuri, kumbe siri yake anaijua rohoni. Maajabu mm, mm. ya dunia, lakini yeah, anakwambia tu you are so sweet. Mm, ili usivunjike moyo wewe, ukiona okay, vile nasema ah, sura ninayo na haya mambo ninayo mimi, ndio mimi jeuri naanza, ungejua Hey. Laiti ungeonjeshwa ladha yako ulionayo ungesema okay, Mungu kumbe yeah. ndio na mataputapu haya yeah. ungeongeza jitihada sasa, tuiweke hivi Mwanamke ambaye ulipata bahati ya kujua uto, sura yako nzuri mm, shepu yako nzuri mm, mama, elewa kwamba hivyo vina thamani kwenye kumvuta tu mm, sio kumtunza mm. Kwa hiyo ukimvuta ukishindwa kumtunza ataondoka. Kwa hiyo madhali Mungu amekupatia baraka hiyo ya kuweza kumvuta, basi tumia jitihada za matendo mazuri. La kwanza katika hayo matendo mazuri ni utii, sawa sawa. Ukiweza kumtii mumeo mpenzi wako na akaona kweli unamtii, atakupenda mm, lakini vice versa is true.